Nimefurahi kuja ku kuona ndugu zangu na nimefurahi kupita na kuwasalimia, na imani hapa nilipokaa naonekana inaonekana, si ndio eh? Nisimame, nimepita kuwasalimia, lakini na ujumbe mmoja. Nimeamua leo nimeamua leo kuwa gari la matangazo. Unalo tangazo moja kubwa ambalo limenifanya nisibaki Arusha nije Mwanza. Wema alionifanyia Daktari Samia Suluhu Hassan ni mkubwa. Kwanza aliniteua kuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa kupitia halmashauri kuu ya chama chetu, wakalizia nikawa mwenezi wa chama taifa Pili, akaamua kuniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Tatu, amekaa kwenye vikao vya chama akalizia jina langu niwe mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Arusha mjini. Kwa wema alionifanyia Daktari Samia na kwa upendo mkubwa alioonyesha nimeshindwa kubaki Arusha wakati yeye kesho anaingia hapa Mwanza. Kwa hiyo nimekuja kuwaona wazazi wangu, ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu, na kuwaomba kwa upendo mkubwa huu na heshima alionipa daktari Samia, ninawaomba kwa unyenyekevu mkubwa, kesho tumlaki kwa wingi. Anaingia kesho, atakuwa na mkutano Buhongwa, atakuwa na mkutano Misungwi, atakuwa na mkutano Sengerema na kesho kutwa tutakuwa na mkutano mkubwa kwenye viwanja vyetu vya Nyamagana. Ninaomba wananchi wote wa jimbo la Nyamagana, mkoa wetu wa Mwanza na kanda yetu yote ya Ziwa tumpokee Daktari Samia Suluhu Hassan na tumsikilize ili tujue hatima yetu ya miaka mitano ijayo. Hilo ndio kubwa lilonileta, lakini nimefurahi kuona kazi nzuri iliyofanyika ya ujenzi wa soko letu kuu. Mnafahamu ya kwamba ilikuwa ni ndoto wa ya wafanyabiashara wengi wa soko letu, lakini ameisimamia na leo imetimia, na watu wa wafanya biashara, na iko miradi mingi pamoja na stendi, ikiwemo stendi ya Nyegezi, ikiwemo na stendi ya Buongwa, na miradi mingi ikiwemo na daraja letu la Kigongo pale Busisi na kazi inayoendelea ya ujenzi wa meli kwa ajili ya kuchukua mizigo kutoka hapa kupeleka Uganda. Na nyiwe mnafahamu pia ujenzi unaoendelea wa SGR ya kwamba hata hapa Mwanza kitajengwa kituo kikubwa cha stesheni. Kwa kazi hiyo nzuri anayoifanya nimeshindwa kubaki Arusha, nimeamua nije niwaombe wazazi wangu, tujitokeze kwa wingi, tumsikilize, ili tujue kilichowekwa na mipango iliyopo ya kuhakikisha kwamba miaka mitano ijayo Tanzania yetu ikiwa na Mwanza tunatoka kimasomaso. Jambo langu la pili la mwisho, amani haichezewi. Ziko chokochoko choko za watu kutaka kuvuruga amani ya taifa letu. Uwefikiria mimi hapa ni msukuma, lakini chama chetu hiki cha mapinduzi kimeweka misingi bora kiasi kwamba limepata nafasi ya kugombea Arusha, kwa sababu hakuna ukabila ndani ya chama chetu kwa sababu hakuna udini ndani ya chama chetu, na ndio maana mundani wamejaa Wachaga wanafanya biashara, wako Mwanza wanafanya biashara, kwa sababu chama hiki cha mapinduzi kimeweka mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba ukabila na udini sio msingi wa maendeleo. Niombe tumunge mkono huyu mwanamama, tumtie moyo. Na ukitaka kujua kuna maneno, ni kipindi cha uchaguzi, kipindi kama hiki maneno ni mengi Usipokaa vizuri unaweza kaambia hata huyo mtoto sio wako. Usipokaa vizuri kwenye kampeni za siasa, unaweza kaambia hata huyo mkeo sio mkeo. Ni maneno ambayo sisi hatupasi kuyatazama, tuangalie taifa alikoitoa nchi hii kwa misingi ya katiba, leo tuna amani. Kwa hiyo niwaombe, tuhakikishe kwamba amani yetu tutaitunza maneno ya chokochoko haya choko yasitutoe kwenye leli. Mataifa mengine wanajuta, Tanzania hatupasi kuwa miongoni mwao. Asante sana.